Kitabu cha kwanza cha Wamakabayo sura ya saba na ya nane Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nasi leo tutasoma kitabu cha Wamakabayo ile sura ya saba na ya nane Tusali tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya muda ambao unatuwezesha watoto wako kuungana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunakualika Roho Mtakatifu uliye mwenye nguvu, tunaomba uje utusimamie, ili wanao tuwe na wakati mzuri wa kusoma, tuwe na wakati mzuri wa kujifunza na kuelewa, ili mwana wote tuendelee kutiwa uzima, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni sana, ambapo pia unaweza ukasoma vitabu hivi katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV, mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Karibuni, muda huu tuungane, tuanze rasmi usomaji sura ya saba. Katika mwaka wa mia na hamsini Demetrio mwana wa Seluko alirudi kutoka Rumi, akaenda pamoja na watu wachache kwenye mji wa pwani akajitawalisha huko. Ikawa alipokwenda kwenye jumba la kifalme la baba zake, wakuu wa jeshi waliwashika Antiakia na Lisia wakawaleta kwake. Alipoambiwa yaliyofanyika alisema, nisiwaone askari. Wakawaua. Naye Demetrio aliketi katika kiti cha enzi. Nao Waisraeli wote walioasi na kuikana dini yao walimjia pamoja na Alkimo, kiongozi wao aliyetaka kuwa kuhani mkuu. Wakawashtaki watu kwa mfalme wakisema: Yuda na watu wake wamewaharibu rafiki zao zote na kututawanya mbali na kwetu. Basi tuma mtu unayemwamini aende akatazame jinsi alivyotuangamiza sisi na nchi ya mfalme, akawaadhibu pamoja na wote waliowasaidia. Mfalme akamchagua Bakide, mmoja wa rafiki za mfalme, liwali wa nchi ng'ambo ng'ambo ya mto, mtu mkubwa katika ufalme, tena mwaminifu kwa mfalme. Akampeleka pamoja na yule movu Alkimo, ambaye alimthibitisha katika kazi ya ukuhani mkuu, akimwamuru Awapatilize wana wa Israeli. Wakawaondoka na jeshi kubwa. Wakaja katika nchi ya Uyahudi, wakatuma wajumbe kuwadanganya Yuda na ndugu zake kwa maneno ya amani. Lakini hawakujali maneno yao, maana waliona wamekuja na jeshi kubwa. Jamii ya waandishi Waliwaendea Alkimo na Bakide kutoka, kutaka haki. Na Waisidimu walikuwa wa kwanza wa wana wa Israeli kuomba amani kwao. Maana walisema, kuhani wa ukoo wa Haruni amekuja na askari. Naye hata tudhulumu, akawapa maneno ya amani na kuwaapia kwamba hatuna maazimio mabaya kwenu wala kwa rafiki zenu. Wakamsadiki, lakini mara alishika watu sitini miongoni mwao akawaua kwa siku moja, kama ilivyoandika: walitupa miili ya watakatifu wako na kuimwaga damu yao mbele pande zote za Yerusalemu wala hapakuwa na mzishi . Watu wote wakatishwa na kuona hofu kwa sababu yao, wakisema kwao, hakuna kweli wala haki; wamelivunja agano na kiapo walichokiapa. Bakide akaondoka Yerusalemu, akapiga kambi lake Bezetha, akatuma watu kukamata watoro wengi waliokuwa kwake na watu wengine akawaua, akawatupa katika shimo kubwa. Akamkabidhi Alkimo utawala wa nchi, akamwachia askari wa kumsaidia. Kisha aliondoka akamrudia mfalme. Alkimo akaipigana kazi yake ya ukuhani mkuu na wenye matata wote wakajiweka upande wake. Wakaitisha nchi ya Uyahudi na kufanya hasara nyingi. Yuda akayaona mabaya yote ambayo Alkimo na mwenzake wamewafanyia Waisraeli kupita yale ya mataifa. Akazunguka kwenye mipaka ya Uyahudi akawapatiliza watu waliomtoroka na kuwazuia wasiondoke. Alkimo alipoona ya kuwa Yuda na watu wake wamepata nguvu wala hawawezi kushindana nao, alikwenda tena kwa mfalme akawasingizia mabaya. Mfalme akamtuma Nikano mmoja waku wa wakuu wake wastahiki, mtu aliyewachukia Waisraeli na kuwa adui kwao. Akampa amri kuwaharibu watu hao. Nikano akaja Yerusalemu na jeshi kubwa, akawadanganya Yuda na ndugu zake kwa maneno ya amani, akisema, isiwepo vita kati yetu, nitakuja na watu wachache tu ili ni watazame nyuso zenu kwa amani. Akaingia Uyahudi, wakaamkiana kwa amani, lakini adui walikuwa wamejiweka tayari kumkamata Yuda. Jambo hilo lilibainika kwa Yuda, akamwonea hofu, asikubali kumwona tena. Nikano alipoona shauri lake limetambulikana akatoka kupigana na Yuda huko Kafasala Kasafalama. Watu wa Nikano wapatao mia tano wakaanguka na wengine walikimbilia ngome ya mji wa Daudi. Baada ya hayo, Nikano alipanda kwenye mlima Sayuni na makuhani wengine wakatoka katika patakatifu pamoja na wazee wengine ili kumsalimu kwa amani na kumwonyesha dhabihu ya kuteketezwa iliyokuwa ikitolewa kwa kumwombea mfalme. Basi aliwadhihaki na kuwafanyia mzaha, akawaibisha na kutoa maneno ya udharau. Akaapa kwa hasira, kama Yuda na jeshi lake Hawa iti, hawate, hawatiwi mikononi mwangu, itakuwa nitakaporudi kwa amani, taiteketeza kabisa nyumba hii. Akaondoka kwa hasira nyingi. Makuhani wakaingia wakasimama mbele ya madhabahu na patakatifu wakilia wakasema, wewe uliyechagua nyumba hii iitwe jina lako iwe nyumba ya sala na dua kwa watu wako, wapatilize mtu huyu na jeshi lake, waanguke kwa upanga, uyakumbuke makufuru yao, uyafute makao yao. Nikano akaondoka Yerusalemu, akapiga kambi Bethr Bethroni na jeshi la Shamu likakutana naye pale Yuda naye alipiga kambi lake ya Dasa na watu elfu tatu. Yuda akasali akisema, watu wa mataifa walipotutaka malaika wako walitoka akapiga watu mia themanini na tano elfu miongoni mwao. Basi hivi hivi ulipige jeshi hili mbele yetu leo, ili wale watakaosalia wajue ya kuwa amekutan, amekutukana patakatifu pako. Umumkumu sawasawa na uovu wake. Majeshi yakafunga vita siku ya kumi na tatu ya mwezi ya Dari, jeshi la Nikano likashindwa yeye mwenyewe alianguka katika mapigano ya kwanza. Hata askari zake walipoona ya kuwa ameanguka, walitupa silaha zao, wakakimbia wakafuatia mwendo wa kutwa kutoka Adasa hata kufika Gazara, wakapiga tarumbeta za ishara, watu wakatoka katika mji yao yote ya Uyahudi iliyozungukwa wakaanza kuwazunguka pande zote, wakawarudisha nyuma hata watu wakaanguka kwa upanga, asibaki hata mmoja. Wakachukua nyara na mateka, wakamkata Nikano kichwa na ule mkono wa kuume aliunyosha kwa ufidhuli wakavileta na kuvitungika Yerusalemu. Watu wakafurahi sana, wakaidhimisha siku ile kwa shangwe kuu, wakaagiza iadhimishwe kila mwaka siku ya kumi na tatu ya Adari. Nchi ya Uyahudi ikatulia kitambo. Sura ya nane. Yuda akasikia sifa ya Warumi, ya kuwa ni watu wenye nguvu, wanaowapenda wale waliojiunga nao na kupokea kwa urafiki wote wawajiao. Tena ni watu wenye nguvu. Alisimuliwa habari za vita vyao na matendo yao kwa Wagalatia, jinsi walivyowashinda na kuwatoza kodi na mambo waliofanya katika nchi ya Hispania walipojipatia mashimo ya fedha na dhahabu, na jinsi walivyoipata nchi yote kwa akili yao na bidii yao, ingawa ni nchi ya mbali sana. Alisikia habari za wafalme walioajia kwa vita toka miisho ya dunia, jinsi walivyopondwa na kupigwa vibaya sana hata wengine huwatolea kodi kila mwaka, na habari za Filipo na Perseo mfalme wa Kitimu na wengine waliojiinua juu yao, jinsi walivyopigwa vitani na kushindwa. Antioko pia yule mfalme mkubwa wa Asia aliwajia vitani na tembo mia na ishirini na farasi na magari na jeshi kubwa sana, naye alishindwa akakamatwa akalazimishwa kutoa fedha nyingi kila mwaka, yeye na wale watakaomfuata. Alipasiwa pia kupeleka wadhamini wakae kwao, na kutoa sehemu za milki yake, yaani nchi ya Hindi na Umedi na Lida na nchi nyingine zilizo nzuri na walipozipokea walimpa mfalme Eumene. Zaidi ya hayo, alisikia jinsi watu wa Uyahudi walivyofanya shauri kuja kuwapiga. Shauri lao likajulikana kwao, wakapeleka jemedari kupigana nao na wengi walianguka wametiwa jeraha za mauti, wakachukua utumwani wake zao na watoto wao, wakateka nyara kwaitwa nchi na kuzivunja ngome na kuwatumikisha hata leo. Falme nyingine pia na visiwa vilivyojiinua juu yao wakati wowote wa waliviharibu na kuvitumikisha bali walikuwa waaminifu kila mara kwa rafiki zao na kwa wale waliowategemea. Walikuwa wameshinda wafalme walio karibu na walio mbali, na wote waliosikia sifa zao waliwaogopa. Kama wakiinuia kumsaidia mtu na kutamwasilisha kumtawalisha humtawalisha. Kama wakinuia kumshusha mtu, hushushwa nao. Wametukuka sana. Ingawa ni hivi, hakuna yoyote miongoni mwao aliyejitia taji wala kujivika vazi la urujuani ili kujitukuza nafsi yake, katika nyumba yao na baraza walioijenga watu mia na ishirini hukusanyika kila siku kushauriana daima kwa ajili ya watu wao ili watawaliwe vema. Huaminisha mtu mmoja kila mwaka kazi ya utawala awe juu ya nchi yao yote, wote umtii huyo wala hakuna wivu na usuda miongoni mwao. Basi Yuda alimchagua Eupolemo mwana wa Yohane mwana wa Hakosi na Yasoni mwana wa Eleazari awatuma akawatuma Rumi wafanye mapatano ya urafiki na umoja na kuwashawishi kuondolea nira maana waliona ya kuwa utawala wa Wayunani unaitia Israeli utumwani. Wakaenda Rumi safari ndefu sana, wakaingia barazani wakasema, tumetumwa kwenu na Yuda Makabayo na ndugu zake na taifa la way, Wayahudi ili tufanye nanyi mapatano na amani tuandikwe kuwa washiriki wenu na rafiki zenu. Walikubali maombi yao, na hii ndiyo nakili ya barua walioiandika juu ya vipande vya shaba ili kuwajibu, ambayo ilipelekwa Yerusalemu kuwekwa huko iwe kumbukumbu kumbu la amani na umoja Ufanisi uwe kwa Warumi Warumi na kwa taifa la Wayahudi baharini na barani daima, mkuki na adui wawapitie mbali. Lakini ikiwa vita vitaletwa juu ya Warumi au juu ya rafiki zao mahali popote, Wayahudi watawasaidia kama rafiki, kwa jinsi itakavyoonekana kufaa. Kwa moyo wao wote. Na kwa habari ya wale waletao vita, wayahudi hawatawapata wala kuwapatia chakula, silaha, fedha au merikebu. Kama Warumi watakavyoagiza, watatimiza masharti yao bila kupewa kitu tena. Vivyo hivyo kama vita vita vita liangukia taifa la Wayahudi, Warumi watawasaidia kwa urafiki, kwa moyo wao wote, kwa jinsi itakavyoonekana kufaa. Na kwa habari ya wale waletao vita hawatapata nafaka, silaha, fedha au merikebu, kama Warumi watakavyoagiza. Watayashika masharti hayo bila hila. Kwa masharti hayo, Warumi wamefanya mapatano na Wayahudi. Kama katika siku zijazo watu wa upande mmoja watataka kuongeza na kupunguza neno, wataruhusiwa na lolote watakaloongeza au kupunguza litathibitika. Tena juu ya maovu mnaotendwa na mfalme Demetrio, tumemwandikia kusema, kwa nini umefanya nira yako kuwa nzito juu ya rafiki zetu na washirika wetu Wayahudi? Basi kama wakija kututakia msaada tena juu yenu, tutawapatia haki na kupigana nanyi baharini na barani.